Kitu um, kichwa ni influence mimi kutaka kujifunza forex trading, ni kupata skills ambayo inaweza ikafit na karne ya ishirini na moja. Yani nikisema hivyo, namaanisha kwamba ukiangalia sasa hivi kuna wimbi kubwa la ukosefu wa ajira, so nikaona the one way skills ambayo inaweza ikanifanya ni fit in katika hiyo challenge ambayo iliyopo ya ajira ni kujifunza forex trading ambayo ni skills ambayo unaweza apply muda wowote mahali popote, ya ni wewe na internet. In. Um, safari yangu ya forex trading ilianza baada ya mimi kuhitimu kidato cha sita and pale nilipata rafiki yangu ambaye aliweza kuni introduce kwenye forex kujua forex ni nini the way tunavyo trade and Ko, hapo kabla ya hapo nilikuwa nimeshafanya utafiti kwenye internet, YouTube, nikapata moja ya treda mkubwa hapa Tanzania um, ndio akanilivaa sasa kuja kukutana na Altex Arc Capital, ndipo nika join the team of course. Ilikuwa ni, ni, ni team nzuri mpaka sasa ambayo inanipatia mimi the knowledge ambayo inanisaidia Understand the market, na kujua forex ni nini na jinsi gani trader anapaswa kuwa. Um, Aritex Capital kama nilivyokuwa nimeshaeleza hapo awali nili, kutokana na survey nilizokuwa nikizifanya au research nilizokuwa nikizifanya kwenye mtandao ndipo nilikutana na mmoja ya forex traders mkubwa hapa Tanzania ambaye ndiye alinconnect na hii community ambayo niko nayo sasa hivi yaani niliweza kuunganishwa ambapo inapatikana Victoria Noble Center makumbusho, ndipo niweza kujoin community ambayo ile mpaka sasa inanishika mkono na kunisaidia mimi ku explore zaidi hii forex journey yangu, na mpaka sasa niko nao na naendelea ku gain more knowledge ambayo hapo awali kuipata ilikuwa ni ngumu. Hatua niliyopiga mpaka sasa ni kubwa, kwa sababu hapo awali lilikuwa una fanya uh, trading, um, unajifunza lakini ulikuwa hauelewi kitu gani kabisa hasa unakifanya. So nilipokuja hapa Aritex Capital, the knowledge niliyokuwa nayo pia hapo awali kutokana kujifunza huko online, sasa hapa nikapata kitu zaidi kujua sasa siri ambazo zinanisaidia mimi ku, ku capture na the market ambazo ilivyo, au kujua uhalisia kabisa jinsi gani tunaweza tunaweza ka trade, ni rules gani zinabidi tuzingatie, in terms of psychology, in terms of risk management na vitu kama hivyo, ambavyo ukiangalia kwa trader wa kawaida ambaye anajifunza huko YouTube hawezi kuvipata. A yeah, oh, a big step ambayo niko nayo mpaka sasa hivi, na I'm proud of this team ambayo niko nayo sasa hivi. Uh, moja ya skills muhimu ambayo nimejifunza hapa Aritex Capital, ni, ni skills ambayo ni ya kawaida sana lakini kwa kuisema, lakini ndio moja ya skills muhimu ambayo ina, ina, ina dominate the market, yani ni kwamba hiyo skill ni psychology skills, ambapo hapa trader inabidi uweze kuongozwa na zile rules zako ambazo zinakufanya wewe uweze kuperform vizuri kwenye market. Sasa, ambapo ukiangalia challenge kubwa ni kwamba unaweza kukuta ume set tayari kila kitu au plan zako, and then at the end of the time unakuta huko against na zile rules ambazo au kanuni ambazo umeziweka pale, ambapo hiyo inakupelekea kupata hasara sokoni, kwa sababu huku kwenye soko la, la mitaji ya fedha au financial market hautaki kuongozwa na na na hisia zako, inabidi uongozwe na sheria au kanuni ambazo zinakufanya wewe uweze kuperform vizuri ko moja ya skills muhimu katika hii industry ya financial marketing ni psychology, lakini pia inaenda sambamba pia na risk management. The way unaweza uka manage kile kile kipato au amini ile capital ulionayo na kuweza kuizalisha zaidi, tofauti na kuweza kuipoteza kwenye, kwenye soko. Kuhusu kwamba nitaanza kutredi lini au mwenyewe Uh, of course, kwa sasa hivi niko naendelea na mentorship. ya Yeah. So I think baada ya mimi kuwa tayari, kwa sababu yani forex hii hapa ni career kama career zingine, na inategemea nitaipa muda mrefu zaidi, kwa sababu kama nimeweza kuinvesti miaka zaidi ya kumi na minne katika masomo yangu ya kawaida ambayo inategemea kuja kupata ajira huko mbeleni. Sasa kwa nini hii Career, au hii skills niipe muda mfupi? So mi nategemea baada ya at least baada ya mwaka mmoja, I think ihin nategemea niweze kuwa ntayari nimeshakuwa skilled na I think nitafanya kwa undani zaidi yeah. I see <laughs> kwenye upande wa kuchoma ah. Of course kweli kuchoma ni kawaida kwa trader ambaye anaanza, lakini so kitu cha Ja, sio kitu cha kawaida, ni kitu ambacho kinaumiza sana kwa sababu ukiangalia kwa uhalisia ya I mean, the way most ya traders wa Tanzania tunapokuwa tunapata capital zao, yani most una maybe unakuta umepewa labda na mzazi au umechangiwa na ndugu hapa na pale and then ukipoteza hiyo hela ah, kidogo inakuwa ni changamoto ambayo kuja kuipata tena hela kudeposit inakuwa ni ngumu so, unajikuta umeshapoteza zaidi ya, ya unachokiingiza, au unachokiingiza pia umepata profit kidogo, then nakuta yote imesharudishwa kwenye, kwenye market. So kwenye kupoteza, ukiwa hauna guidance, kupoteza utapoteza sana, so that's why I recommend kutafuta community kama hii hapa nilionayo, ili kusudi uweze kutoka kwenye ile cycle ambayo ya kupoteza kila siku yeah. uh, ushauri ambao unaweza kutoa kwa vijana wenzangu I especially unataka kuingia kwenye financial market. Am, um, hii career sio lai, sio nyepesi lakini sio kwamba haiwezekani. Yeah, so kitu cha msingi ni kupata knowledge. Yaani knowledge ndio mtaji ndio kila kitu katika financial market. So I recommend atafute community nzuri kama Aritex kwa mfano ambayo unaweza kupata full mentorship na lakini pia mwisho wa siku uta punguza muda ambao unge struggle mwenyewe na utafanikiwa kwa muda mfupi. Of course utachukua muda kidogo kupata experience sokoni, lakini utakuwa katika mikono ambayo itakuguide wewe ili kupunguza ile span yako ya life span yako kwenye kujifunza, lakini utachukua muda mfupi na itakuwa haraka zaidi wewe kuyaona matokeo ambayo ni positive kwenye soko.